Tamasha ya MPESA sokoni imezua msisimko mkubwa kisiwani Mombasa kwa siku ya pili na kuwavutia wafanyabiashara na wateja wa Safaricom katika masoko mbalimbali kule Pwani. Msafara wa leo ulizuru Mshomoroni, Kisimani na hatimaye Mtwapa. Tamasha hiyo ilifanikishwa kwa ushirikiano wa Safaricom na kampuni ya Royal Media Services. Steve Shitera anatuarifu zaidi. Katika siku ya pili ya tamasha kila kituo kiliwaka kwa burudani na zawadi kemkem -kem kama njia ya kipekee ya kusherehekea miaka 18 ya huduma za M-PESA. Katika uwanja wa Mombasa Sports Club, akina akinamama zaidi ya mia nne kutoka kaunti za pwani walipokea mafunzo ya kifedha ya kuwawezesha kiuchumi. Tunafanya biashara kama hobi, lakini hatujui ni namna gani ya kuwekeza na kuzalisha ili kuweza kujiendeleza katika maswala yetu ya kiuchumi. The the The the first women group group will will get get half a million Kenya shillings to to boost their business business because they'll they'll be be trained and and they'll be mentored to ensure they grow the business. The second group will get 300,000 and the final group 200,000. Wenyeji walisisimka barabarani. Pesa tutatafuta Hapa ndio pesa iko. Huku munai na mwala wakiwatunuku wateja zawadi moto motomoto, mchezo wa M-Pesa ama box, box. box. Jukwaa la M-Pesa linatoa huduma mbalimbali mbali, zikiwemo mikopo, nafasi za biashara mtandaoni na mbinu endelevu za kifedha kwa wateja wake. Unajua, tukisema zidi. Ushasikia money market, watu wanaweka hapo pesa inapata interest. Wewe unaweka tu, yani unasave hiyo pesa, pengine kama umesave mwaka ukitoa sio ile uliweka. We are also meeting our agents now M-Pesa agents at the club where we are going to discuss about uh, fraud. We are going to reward them for the work that they have done for us in the last 18 years. Kilele cha Mpesa Sokoni kitakuwa katika uwanja wa Mombasa Sports Club siku ya Jumamosi katika tamasha ya Mpesa Festival. Kuchukue pesa. Steve Shitera, Runinga ya Citizen, Mtwapa, Kilifi.